Mnamo Februari 31 mwaka 1990 kijana mfugaji kwa jina la Poshi Kuku anaona moshi ukifuka kwenye mlima Gotalila na kuamua kuufuata ili kujua chanzo chake. Lakini anapofika anaikuta maiti ya mtu ikiungua moto huku mguu wake mmoja ukiwa umevunjika. Kwa mujibu wa kijana huyo, haraka alikimbia kumuita msimamizi wa eneo hilo aliyejulikana kwa jina la Otieno Ouma. Mwili uliopatikana ulikuwa Daktari Robert Ouko, waziri wa mambo ya kigeni nchini Kenya siku hizo. Mwili huo ulikuwa umeungua sehemu kubwa ya kasoro uso na kichwa, hivyo ikawa rahisi kutambuliwa. Bastola yake ilipatikana kando yake pamoja na mitungi ya mafuta na kitambaa kilichokuwa na damu kama mojawapo ya kuonyesha kuwa Dr. Ouko alijiua. Taarifa za awali za serikali zilisema kuwa huenda Dr. Ouko alijiua mwenyewe. Maswali yanaibuka: Je, Dr. Robert Ouko alianza kwa kujichoma moto au kwa kujipiga risasi? <totipa> Tukio hili lilisababisha wingu la giza kutanda huku wananchi wa Kenya wengi wao wakija wana mori. Kufuatia hali hii, aliyekuwa rais wa Kenya siku hizo hayati Daniel Arap Moi aliagiza mchunguzi kutoka Uingereza kwa jina la John Trun kufanya uchunguzi wa mauaji ya Dr. Robert Ouko. Mnamo tarehe nne mwezi Disemba mwaka elfu moja mia tisa tisina tatu uchunguzi wa kachero John Trun kwa mara ya kwanza unachapishwa katika gazeti la kila siku la The Standard. Uchunguzi huo unabaini mambo kadhaa juu ya mauaji ya Dr. Robert Ouko. Mosi, chanzo cha mauaji ya Dr. Robert Ouko ilikuwa jeraha la risasi kichwani. Pili, mwili ulichomwa moto ukiwa umeshakutwa na mauti. Tatu, hakukuwa na kiashiria kuwa mwili wa Dr. Ouko ulikuwa ukiungua huku ukiwa umesema mawima Nne, jeraha la kichwani alikuwa katika mazingira ya kawaida ya mtu aliyejua kwa kujipiga risasi. Tano, uharibifu wa fuvu la kichwa usingeweza kusababishwa na bastora ya sentimeta 38 aliyokutwa nayo marehemu Dr. Robert Ouko. Sita, mwili wa marehemu Dr. Robert Ouko ulionekana kuhamishwa kutoka sehemu halisi ambayo mauaji yalifanyika ndani ya saa sita kutokea. Na saba, kuvunjika kwa mguu wa kulia wa Dr. Robert Ouko kulitokea kabla ya mauti kufanyika. Ripoti hii ya kachero John Trun ilienda mbali hata zaidi na kutoa nadharia nadharia mbili nyuma kuuawa kwa Dr. Robert Ouko. Nadharia ya kwanza ilitaja ziara ya Dr. Robert Ouko nchini Marekani mnamo Januari 27 mwaka 1990. Kwa mujibu wa mahojiano ya kachero John Troon na kaka na dada wa marehemu Dr. Ouko, Dr. Ouko aliwaeleza ndugu zake hao jinsi alivyogombana na waziri mwenzake Nicholas Biwott wakati wa ziara nchini Marekani. Ndugu hawa Dr. Ouko walidai kuelezwa pia habari hizi na katibu mkuu wa wizara ya mambo ya nje Bwana Malaki Odonyo. Kwa maelezo pia yaliyoyatoa balozi wa Kenya nchini Marekani siku hizo, Dennis Afande, ni kwamba kabla ya ziara hiyo Rais Moi nchini Marekani, alimdokeza Dr. Ouko kumshauri Rais Moi kusitisha ziara hiyo, kwani haingekuwa busara kwa Rais Moi kufanya ziara hiyo wakati ambapo Kenya ilitumiwa kwa kukandamiza haki za binadamu. Kwa mujibu wa balozi huyo ni kwamba Dr. Ouko alipoenda kumjuza rais Moi swala hilo rais Moi alipinga vikali na kusema kuwa lazima angefanya ziara hiyo ya Marekani. Nadharia ya pili ya kachero John Trun inahusisha mauaji ya Dr. Robert Ouko na tuhuma za rushwa zilizotolewa na mwekezaji raia wa Ujerumani ambaye pia alikuwa mmiliki wa kampuni ya BAK International aliyekuwa pia mfadhili wa ujenzi wa kiwanda cha Moleses huko Kisumu jimboni mwa Dr. Robert Ouko. Taarifa ya Kachero John Trun inaeleza kuwa baadhi ya maafisa wa serikali ya Kenya walitaka rushwa kutoka kwa mwekezaji huyo ili kumpa ruhusa kuanza kujenga kiwanda chake huku wakidai kwamba mgao wa faida ungeenda pia kwa Rais Moi. Ripoti ya Kachero John Trun ilihitimisha kwa kuwataja watu watatu kuhusika na mauaji ya Dk Robert Ouko. Waliotajwa katika ripoti hiyo ni pamoja na Hezekaya Uyugi aliyekuwa mkuu wa idara ya usalama, John Anguka aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Nakuru na Nicholas Biwote aliyekuwa waziri wa nishati. Hata hivyo, ripoti ya kachero John Trun ilitupwa katika kaburi la sahau baada ya wabunge kuitupilia mbali kwa madai ya ushahidi butu. Je, nini kilitokea siku kumi na nane kabla ya mauaji ya Dr. Robert Ouko? Mnamo tarehe nne mwezi Februari mwaka 1990 aliyekuwa waziri wa masuala ya kigeni daktari Robert Ouko anarudi jijini Nairobi akitokea ziarani nchini Marekani. Baada ya kutua jijini Nairobi, Dr. Robert Ouko anaunganisha moja kwa moja hadi jimboni kwake Kisumu, kwenye nyumba yake iliyopo eneo la Koru Mohoroni. Akiwa huko Dr. Robert Ouko anajifungia ndani kuandaa ripoti ya rushwa ya kampuni ya BAK International. Asubuhi ya tarehe 12 Februari mwaka 1990, Dr. Robert Ouko anamwambia mkewe asafiri kwa gari kurudi Nairobi na yeye angeungana naye kwa usafiri wa ndege kesho yake. Jioni ya siku hiyo hiyo, Dr. Ouko anatembelewa na dada yake kwa jina la Dorothy Ndariaki, ambaye baada ya mazungumzo na kuagana, Dr. Ouko anaenda kukagua mradi wake wa kuku. Katika nyumba yake hiyo Dk Ouko alikuwa na wasaidizi watatu ambao ni: Serene Were aliyekuwa kijakazi wa ndani, Zabron Agalo aliyekuwa akilinda nyumba na Philip Rod aliyekuwa msimamizi wa shamba. Upande wapili, Owittin, deriva, wa pili, siku hiyo hiyo Michael Owiti dereva wa aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Nyanza siku hizo Julius Kiboi anaagizwa na bosi wake kwenda mjini Eldoret kuwapokea wageni watatu waliofikia hoteli iliyofahamika kwa jina la Sirikwa Hoteli. Majira ya saa mbili usiku dereva anaondoka mjini Eldoret na moja kwa moja anawapeleka wageni wake hadi kwenye makazi ya mkuu wa mkoa, ambako huko anawakuta viongozi waandamizi wa serikali akiwemo waziri wa Akiwe, mwazirwa, nishati Nicholas Biwott namo majira ya saa sita na nusu usiku wa siku hiyo hiyo, dereva anaelekezwa kuongoza msafara wa takribani magari matano kwenda barabara kuu ya Kisumu Kericho, ndani ya gari akiwapakia wageni wawili aliotoka nao Sirikwa Hotel. Wanapofika njia panda, dereva anachukua uelekeo wa kwenda Muhoron. Wanapofika karibu na makazi ya Dk Robert Ouko, dereva anaamriwa kuzima taa. Majira ya saa nane usiku hivi, msafara huo uko nje ya nyumba Dk Ouko. Abiria wanashuka na madereva wanasaria garini. Mfanyakazi wa ndani kwa jina la Serenuere anaamshwa na kishindo kikubwa kishindo cha kwanza kinamfanya akae kitandani kabla ya kusikia milio ya risasi kutoka katika chumba cha Dk Robert Ouko. Kwa uoga na udadisi, Seren anachungulia nje kupitia dirishani na kumwona Philip, msimamizi wa shamba la Dk Ouko, akiongozana na watu watatu waliovalia sare za kijani wakielekea store. Kwa maelezo ya Seren, alimtambua pia Hezekaya Uyugi ambaye alikuwa waziri wa usalama wa ndani akiwa amesimama mlangoni huku taa zikiwa zimezimwa. Baada ya saa moja hivi magari yanaondoka nyumbani kwa Dkt Ouko na kutokomea kusikojulikana. Kutokana na uoga, Seren hakutoka nje hadi kesho yake asubuhi alipoenda chumbani kwa Dkt Ouko na kukuta pamevurugika, huku miwani yake ikiwa imevunjika. Katika upelelezi Zabron Agalo, aliyekuwa mlinzi wa nyumba ya Dkt Robert Ouko, mwanzoni alikana kusikia chochote usiku huo, kwa madai kwamba alikuwa akilinda upande wa zizi la ng'ombe. Lakini baadaye alipohojiwa na tume uchunguzi, alikiri kuwaona Ezakaya Oyugi akiwa na John Anguka, ambao walimpita zizini na alipowasalimia walimwamuru kukaa kimya. Kwenye maelezo yake Zabron alieleza kuwa majira ya saa nane na nusu usiku alimuona wa waziri wa nishati Nicholas Biwot akiwa amesimama kwenye nguzo ya varanda akiwa na Philip Rod na Hezekiah Uyugi. Ilikuja kufahamika baadaye kuwa milio mitatu ya risasi iliyosikika usiku ule ilifyatuliwa na Dkt Robert Ouko alipokuwa akijaribu kujitetea, kabla ya kuzidiwa nguvu na kufungwa pingu, huku akiwa hajamdhuru yoyote. Nje kwenye gari, dereva Michael Owiti aliwaona wageni wale watatu walioenda kuwachukua kule Eldoret wakimkokota Dkt Robert Ouko na kumwingiza kwenye gari lake na kisha kumwamuru kuendesha gari moja kwa moja hadi ikulu ndogo ya Nakuru. Kilomita 180 kutoka Muhoroni. Kwa mujibu wa Inspekta James Lando aliyekuwa afisa mkuu wa usalama wa kaunti ya Nakuru, msafara ule ulipofika Ikulu ulikuta mageti yote yakiwa wazi ili kuruhusu msafara ule wa magari matano kuingia ndani. Inspekta James Lando ambaye alikuwa akihusika pia na usalama wa Ikulu wa Nakuru alinukuliwa akieleza kuwa wakati Dkt. Robert Ouko akiwaomba watekaji wake kumnusuru, mmoja wa watekaji wale alimpiga na kipande cha mti kilichosababisha kumvunja mguu wake wa kulia. Akiwa amelala chini, ndipo waziri wa nishati Nicholas Biwott alipotoa bastola yake na kumpiga risasi ya kichwa, Iliyokatisha uhai wa Dr. Robert Ouko palepale. Mmoja ya wafanyakazi wa ikulu ya Nairobi, idara ya kurekodi simu, aliyefahamika kwa jina la Wajakoya, alifanikiwa kurekodi mawasiliano ya Rais Moi na Nicholas Biwott, aliyesikika akimwambia Rais Moi kuwa suala la Dr. Ouko limemalizwa kabisa. Katika rekodi hiyo aliyokabidhi kwa kachero wa Uingereza John Tron, Rais Daniel Arap Moi anasikika akimshukuru waziri wa nishati Nicholas Biwot. Bwana Wajakoya alikubali kutoa rekodi hiyo baada ya makubaliano ya kupewa ukimbizi wa kisiasa nchini Uingereza. Dt Robert Ouko alitakiwa kuanza ziara ya kikazi nchini Gambia tarehe 13 ya Februari mwaka 1990. Hayo ikiwa ni kwa mujibu wa wasaidizi wake. Hata na hivyo, siku hiyo mkewe alipoona mumewe bado hajarudi, aliamua kumpigia simu mfanyakazi wao wa ndani Serenawele wa kule Muhoroni, Kisumu. Hata na hivyo, alichokuwa hakijuini kwamba wakati akipiga simu, angani kulikuwa na helikopta iliyokuwa ikielekea mlima Gotalila ikiwa imebeba mwili usio na uhai wa kipenzi mume wake Dkt Robert Ouko. Iliwachukua kiasi cha kama dakika 15 hivi kwa wauaji wale kuupanga mwili wa Dr. Ouko akiwa na bastola na vitu vingine walivyochukua nyumbani kwake kisha kuwasha moto na kuondoka. huo wakawa mwisho wa safari ya miaka 59 ya Dr. Robert Ouko. Baada ya shinikizo na fukuto kutoka kwa wanaharakati wa haki za binadamu, hatimaye watuhumiwa waliotajwa na ripoti ya kachero John Trun walikamatwa na kushikiliwa kizuizini. Watuhumiwa hao ni pamoja na Nikolas Biwoti aliyekuwa waziri wa nishati, Ezakaya Uyuga aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani na John Anguka aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Kisumu. Hata na hivyo ni John Anguka pekee aliyefikishwa mahakamani na kuhukumiwa, ila baadaye akaja kuachiliwa. Wengi wa wale waliotoa ushahidi au kutajwa kuwahi kuzungumza na marehemu Dr. Robert Ouko walianza kutoweka mmoja baada ya mwingine. Waliosalia kutokana na hofu walionekana kuogopa kuchangia chochote katika uchunguzi huo. Kwa kuonyesha makali yake, alianza kupotezwa alikuwa Poshi Kuku, kijana wa kwanza aliyeuona mwili wa Dr. Ouko ukiwa unaungua mlimani Gotalila. Kijana huyu inaeleza alifuatwa kijijini kwake na kuchukuliwa na watu waliojitambulisha kama maafisa wa polisi waliodai kumpeleka kwa uchunguzi zaidi mjini Kisumu. Hata na hivyo kijana huyo hakuonekana tena. Nesi aliyedai kuiona maiti ya Dk Robert Ouko katika hifadhi ya maiti ya Kericho naye alifariki akiwa usingizini. kachero John Trun alipotaja mahakamani jina la shahidi Mohamed Aslam majira saa 7 mchana shahidi huyo alikutwa ameuawa majira saa 12 jioni ya siku hiyo hiyo. Karibu wafanyakazi wote wa Dr. Robert Ouko waliokuwa wakifanya kazi kwenye shamba lake la Koru Mohoron, walifariki baada ya kuugua kwa muda mfupi. Kwa ufupi, ni kwamba watu wote walionekana kuwa na tetesi za wahusika halisi na nani aliwatuma kumuua Dr. Robert Ouko walipotezwa mmoja baada ya mwingine. Mtu pekee aliyekuwa amebaki alikuwa ni Philip Mule Kilonzo, aliyekuwa kamishna ya polisi nchini Kenya siku hizo. Kamishna Philipu Kilonzo alionekana kujua mengi katika pilikapilika pilika zake za uchunguzi kama kinara wa polisi. Kulingana na msimamo wake mkali, Philipo Kilonzo alianza kuonekana kama tishio kwa waliohusika na mauaji ya Robert Ouko. Kilonzo alianza kuwa msiri na hata kudinda kukutana na mtu yoyote yule nje ya ofisi yake kwani alihisi maisha yake yako hatarini. Alianza kuangalia mienendo yake na kuwa makini zaidi licha ya hata kufuatwa na mwanasiasa mashuhuri kwa mazungumzo ya faragha. Baada ya kuhudumu kipindi chake kama kamishna wa polisi Philip Mule Kilonzo alistaafu. Kustaafu kwake kulifungua ukurasa mpya na mwanya wa kushambuliwa na kuangamizwa kabla ya yeye kutoa ushahidi dhidi ya mauaji ya Robert Ouko. Kutokana na mafunzo aliyoyapata ndani ya idara ya polisi, madui zake walipata kibarua wa kigumu cha kumwangamiza, kwani kila mara walipojaribu, Philip Mule Kilonzo alikuwa macho na kuepuka mitego yao. Julai, tarehe 29 mwaka 1997, Philip Mule Kilonzo na dereva wake wa miaka 17, Peterson Tumbo, akiwa amejihami na bunduki aina shotgun wanaelekea Matua, mahala ambapo Philip Kilonzo alikuwa akiendeleza ujenzi wa hoteli yake kwa jina la Matu Dallas Hotel. Baada ya saa mbili hivi, wawili hao walifika katika hoteli hii. Kama ada yake, Philip Kilonzo aliingia katika mojawapo ya baa yake kwa jina la Station Bar kujiburudisha na kinywaji aina ya White Cap na nyama nusu kilo, huku wakikagua mradi wake. Ndani ya baa hiyo walikuwepo watu wengine watano. Wa kwanza alikuwa rafiki yake kwa jina la Mwanzia, wahudumu wawili kwa jina la Malibani na Ndunge, pamoja na jamaa wengine wawili wasiojulikana. Kilonzo na rafiki yake Mwanzia waliendelea na mazungumzo, huku Kilonzo akizidi kubugia kinywaji chake. Baada ya kama dakika kumi hivi Filipu Kilonzo aliitwa nje kupokea fahali aliyotolewa na rafiki yake Chansela Kilonzo Kathiru kama zawadi ya harusi ya msichana wake aliyeposwa. Kilonzo alitoka nje na kupokea zawadi hiyo. Ndani ya Stesheni Baa idadi ilisalia na kuwa nne. Baada ya muda mfupi hivi, Filipu Mule Kilonzo alirejea endelea kujiburudisha na rafiki yake. Dakika moja baadaye, jamaa aliyekuwa makini katika maisha yake yote alifanya kosa moja kuu, kosa lilosababisha kuuwawa kwake, kosa la kunywa kinywaji alichokuwa amekiacha. Filipu Mule Kilonzo alijihisi kuwa nyumbani na fikra za kuuawa ndani ya baa zake hazikumjia kwa wakati huo. Filipu Mule Kilonzo alihisi kuwa nyumbani na kuwepo kwa rafiki yake wa karibu kulimpa uhuru na kuacha kinyoji chake pasi na kujali. Kwa mujibu wa familia, ni kwamba kuwepo kwa jamaa wengine wawili ndani ya baa hiyo ndiko huenda kulikuashiria yeye kutiliwa sumu. Punde tu baada ya kubugia kinywaji hicho, Kilonzo aliteta kuhusiana na ladha ya pombe yake. Nikimnukuu, aliuliza hii pombe ina ladha tofauti, umeifanyia nini? Mwisho wa kunukuu. Kabla ya hata kujibiwa, Kilonzo alianguka chini kwa mshindo mkubwa na kuzirai. Kelele zilisikika huku dereva wake akimwondoa mahali hapo kwa msaada wa waliokuepo hapo na kumkimbiza katika hospitali ya Matu Nursing Home. Akiwa njiani Philip Mule Kilonzo alifariki dunia, na hapo ukurasa wa shahidi wa mwisho wa marehemu Dr. Robert Ouko ulifikia kikomo. Lakini kukamilisha ushahidi huo, maandalizi kabambe dhidi ya waliokuwemo kwenye baa wakati wa tukio la Philip Mule Kilonzo kuuawa iliandaliwa. Wote waliokuwemo kwenye baa hiyo walifariki katika mazingira yasiyoeleweka kama mojawapo ya kufuta nyayo za ushahidi wa mauaji ya Dr. Robert Ouko. Wengine walipatikana wamekufa nyumbani na wengine nje katika njia zisizoeleweka, na licha ya upasuaji kufanywa na daktari mkuu wa upasuaji Jenson Kavitu, hadi leo hamna ripoti mahususi kuhusiana na mauaji ya Philip Mule Kilonzo. Makumi ya watu waliotajwa katika uchunguzi huu wakiwemo rafiki wa karibu wa Robert Ouko, aliyekuwa Waziri wa usalama wa ndani Hezekaya Oyugi, ambaye anadaiwa kutumiwa kama chambo ya kumwangamiza Ouko, naye pia alifariki katika njia zisizoeleweka.